Talaka iliotundikwa kwa jambo fulani Mdew. Ukienda kwenye harusi ile si mke wangu, ikatokea e, ameenda. Je, ni mke wako au sio mke, mke wako, wako. Talaka hii ipo Mdew. Na wapo wanazuoni walioipitisha, hususa wanazuoni wa madhhabu al arbaa wameitundika talaka hiyo kwamba ikitokea kweli umemwambia mke wako sitaki uongee na Hamza yeah, na siku itakapobainika umeongea na Hamza yeah, Mungu anishuhudie kuanzia leo wewe sio mke wangu yeah. na akenda akaongea na Hamza, kwa mujibu wa madhhabu larba huyo sio mkeo, umemwacha. Lakini ikhtilafun e, kwa mashia talaka hii ina ikhtilafu eh, sababu shia talaka imewekewa misingi yeah, lazima kuwepo mashahidi e, wawili waadilifu yeah. Eh, lakini pia talaka kwa mashia haitoki tu mpaka mwanamke awe katika tahara ambayo kwamba hakuingiliwa kwenye tahara hiyo. Fatalliquhunna liiddatihinna wa ahsul idda, muache wanawake katika tahara ambayo hawajaingiliwa. Yaani kwa kifupi, ukimwacha mwanamke kwenye hedhi, talaka batil kwa mujibu wa Shia. Ithnan, sharia ushia imamia lakini kwa wengine talaka inatoka hea, nikweli. ni kwa hiyo kama yeye atazame ni mfuasi wa madhhabu gani ikiwa ni kweli ni mfuasi wa madhhabu wa alarba. Mfano mfuasi wa alimamu shafii ajue kwamba akimwambia mkewe ukivuka daraja lile nimekuacha na mkewe akavuka daraja lile ujue amemwacha.